E bana, hawa watu ni watu wa mission town hapa. Wametengeneza pesa feki na wanataka waingie nazo mtaani ili wakapige matukio yao. Hivyo ndivyo maisha yao wanavyoendesha. Sasa kama kawaida, ili pesa feki ichukuliwe haraka, chagua duka lenye watu wengi. Wakati huo mchizi kasogea mpaka dukani, mwanaye anamsubiri pembeni, wanamsikilizia mwenye duka kama mtego utaitika. Kwa bahati mbaya, mwenye duka akashapigwa sana akawashtukia ikabidi wasepe. Walipofika maskani, wakaanza mkakati mpya wa kutengeneza pesa Nyingi, lakini kwa matirio tofauti. Kitu cha kwanza ni kupata karatasi ambayo inafanana na ile ya kutengenezea pesa original. Wakafanikiwa kupata karatasi na utengenezaji wa pesa bandia ukaanza. Kama unavyoona washikaji, mpaka wana mashine kabisa. Kiufupi hawa sio watu wa mchezo mchezo, kila kinachohusika kwenye kutengeneza pesa wanacho, yaani rangi, mashine na makorokoro kibao, na kila kitu kinafanywa kwa utaratibu mzuri kabisa. Unaweza ukasema mbona kama hawa watu wamewahi kufanya kazi kwenye Benki ya Dunia. Wakaanza kuprint na ukiangalia ni yenyewe kabisa yani haushtuki hata kidogo. Sasa hapa wamekuja tena kujaribu kama walichokitengeneza ni chenyewe, wakatoa pesa alafu wakasikilizia tena, lakini baada ya kuagiza wakapata soda. Maana yake pesa walioitengeneza imenyooka kama original kabisa, hawaamini kile ambacho kimetokea. Cheki hilo shangwe la vijana wa hovyo. Sasa huyu jamaa mmoja yeye anaishi na mjomba wake na kazi yao kubwa ni printing, na jamaa huku ndiko anakochukuliaga zile karatasi. Leo mjomba kuta karatasi ambayo ina alama ya pesa, maana yake dogo ndiye anahusika na, na kuwepo kwa ile alama kwenye ile karatasi, akamuuliza hiki ni nini? Mwaba ikabidi amwambie tu ukweli anko. Akamuwekea noti moja juu ya meza halafu akamuuliza anko hiyo hela ni feki au original, anko? Akaiangalia alafu akamwambia hii ni feki. Mchizi akamwambia basi sawa, haina shida. Ikabidi ampeleke mgawani alafu akaagiza kahawa na mzee ana wasiwasi kweli, wasije wakadakwa. Muda wa kulipa bili, mwamba akalipa kwa ile ile noti feki na ikakaguliwa, alafu ikaonyesha kuwa haina shida yoyote. kama ni feki, mjomba haamini, hii imeendaje sasa? Anko huu mchongo kama akaupenda hivi, akaanza kumpa madini mwamba. Akamwambia sasa, hapo ili uwe noma zaidi, inabidi upate mashi kubwa na nzuri zaidi kwa ajili ya kuprinti pesa nyingi zaidi. Mashine ikanunuliwa na kazi ikaanza, anko akiwemo ndani ya mchongo kwa sababu ameuelewa mchezo. Sasa noma zaidi ni kwamba tumezoea hela bandia ukiweka kwenye mashine ya kuhesabia fedha itatobolewa vitobo au itatemwa kabisa pembeni, lakini hii hadi kwenye mashine inahesabika. Kwenye harakati zao za kufanya matanuzi ya hapa na pale, kuna huyu bidada hapa anaenda kama usalama, yeye anahusika na ukaguzi wa pesa bandia, na kuna namna kama ile pesa ameshtukia hivi, ikabidi ikague kwanza, akaipeleka kwenye mashine aone kama itatemwa, lakini mzigo haujatemwa, yani pesa imesimama kama mpya, yani kama yenyewe kabisa. Lakini binti hakuishia hapo, yeye kuna kitu anaona hakipo sawa kwenye ile hela. Hakukata tamaa kwenye kuikagua, ikabidi aiweke kwenye kimiminika, alafu akajaribu kuigawa katikati. Kweli pesa ikagawanyika, maana yake ni pesa feki. Huku wana wanazidi kula bata tu. Suala la hela kwao ni jambo la kawaida sana, kwa sababu kwanza wanazitengeneza wenyewe. Sasa wewe unaachaje kula bata na pesa unatengeneza mwenyewe. Mwamba wakaenda mbali zaidi, wakatafuta wafanyakazi na kampuni yao wamesajili kama kampuni ya kuprinti karatasi. Yule mkaguzi wa hela bandia akaleta polisi waje kukagua ile kampuni. Polisi wakaingia ndani, na kuna vitu walikuwa wamevisahau ambavyo ni ushahidi kabisa kuwa wanatengeneza pesa bandia. Mwamba alipogundua hilo, ikabidi asogee ili atakayeona lile eneo adili naye, lakini kwa bahati nzuri, dada akapigiwa simu na mkuu wake arudi kituoni haraka kwa sababu hajapewa kibali cha kufanya ukaguzi kwenye hiyo kampuni ikabidi huyu bidada atengeneze ukaribu na mmoja kati yao ili kazi yake iwe rahisi sana. Akawa anatoka naye anaenda dina ranch na vitu kama hivyo. Hii ni siku nyingine tena kwenye harakati zao za kusafirisha pesa, wanasanukiwa, na ili polisi wasiendelee kuwakimbiza basi ilibidi wazimwage pesa nyingi sana chini ili wananchi wagombanie, na hapo polisi hawatawafata kwa sababu ya msongamano wa wananchi kwenye kugombania pesa. Na baadaye huyu mwamba anaona ni bora apoteze ushahidi kwa sababu polisi wamezidi kuwa wengi, akampigia simu anko wake, alafu akamwambia kuwa anachoma moto pesa zote, na kweli akazichoma. Mjomba presha ikapanda, kwani ametumia muda mwingi sana kutengeneza zile pesa, halafu bwana mdogo anakuja kuzichoma tu eti kwa sababu anapoteza ushahidi. Sasa mzigo unaishia hapo, na kitu pekee ambacho nataka nikukumbushe ni kwamba wewe kama ni kijana mtafutaji, inabidi usogee pale kwenye chimbo la www.pmbet.co.tz ili uweze kutengeneza mambo yako sawa. Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari moja Tanzania.